Mikono yakatamiri juu jioni hiyo, leo ulihimidi jina la Bwana kwa kwako, kwako kwa kwa nyuani mwake, si kwa nguvu wala si kwa uweza, ni kwa roho wake juu yako, hali ukiwa umekuja na matumaini kwa Bwana, hali ukijua ya kwamba matumaini yako hayatatindika. Ingia katika malango yake kwa kushukuru na nyuani mwake kwa kunena, habari ya fahari ya sifa zake zote, mwabudu yeye Lihimidi jina lake. Mungu akupae uzima, Mungu akupae afya njema, Mungu akupae kulala salama na kuamka salama, kutoka salama na kuingia salama. Shena na mana mana mana na mana mana dalaba Shama na mana dalaba kama na mana mana dalaba

Na wewe Bwana ungao yangu pande zote, utukufu wangu, na mwinua wa kichwa changu. Zaburi tatu msari wa tatu. Wewe Bwana ungao yangu pande zote, utukufu wangu, na mwinua wa kichwa changu Ukianzia mstari wa kwanza na wa pili, yananena: Bwana, watesi wangu wamezidi kuwa wengi, ni wengi wanaonishambulia ni wengi wanaoniambia nafsi yangu, hana wokovu huyu kwa Mungu wake. Lakini wewe Bwana ndiwe ngao unayenizunguka pande zote. Ndiwe mtetezi wangu na niwe mwinua wa kichwa changu. Kuwa na adui anayepanga mabaya ni jambo jingine, na kuwa na adui anayekushambulia ni jambo jingine tofauti. Lakini kwa hao wote, mtunga Zaburi anashuhudia ya kwamba Bwana amekuwa ngao na mwinua wa kichwa chake. Kichwa chako kikiwa kimeinuliwa, mwili wako hautakuwa na mateso. Maandiko ananena mwili wote unaugua kwa kuwa kichwa chake kimejaa vidonda. Mafuta ya Mungu yako tayari kuja tena juu ya kichwa chako jioni hiyo leo, mateso yote yakomeshwe Vidonda vyote vitoweke, mahangaiko yote akuache. Yeye na awe mwinua wa kichwa chako. Mara akiwa mwinua wa kichwa chako, hautaona anguko, hautaona kuporomoka, hautaona kushushwa. Baba, macho ya mioyo yetu yanakutazama wewe. El Shaddai ndiwe Mungu utoshelevu wetu, ni wewe Jehova Jire, Mungu mpaji wetu. Nani mwingine awezae kama wewe? Nani mwingine atoshae kama wewe? Nani mwingine awezae kuyageuza yasiyogeuzika kama wewe? Tunakutazama wewe Sikia tena maombi yetu jioni hii leo, fanya tembeleo hima, wala usikawie. Acha yale yote yaliyo ya utukufu wako yakatendeke nywani mwako, yote ya kunenwa na yale ya kutendwa, na wewe tu uliye Bwana na Mungu uwe ndiwe Mungu akutukuzwa kwa yote katika jina la Yesu Kristo, amen. Haleluya, haleluya. Siku ya tatu ya mafuta ya upako katika ajenda ya mafuta ya kukumbukwa na Mungu. Na siku ya kumi na tano katika mtiririko na mfululizo wa kumgoja Bwana katika siku hizi arobaini nyuani mwake, jambo moja haliwezi kuwa jambo lililosisitizwa kupita kiasi ya kwamba ndani ya siku hizi arobaini hakuna jiwe katika maisha yako ambalo litabaki likiwa halijageuzwa. Katika majira haya tu ambayo ubora wa nyakati hizi katika ulimwengu wa roho, katika familia hii na familia yote ya ENCC hatuwezi kulinganisha na majira mengine yoyote ya mwaka, kwa kuwa ni katika majira haya tunaenda umbali wa kuvuka msari wa kuomba maombi ya namna zote, hata yale maombi ya hali ya hatari kabisa, maombi ambayo katika nyakati nyingine huwa tunaweka uzingativu kwamba mtu huyu anapotaka kuomba ombi hili, yeye ni nani, status yake ikoje kiroho, majira yake yakoje, na ameweza Ku-appreciate, uh, ku-reciprocate kwa kiwango gani dhabihu ya msalaba kwa maisha yake, na kwa baadhi ya mtu mmoja mmoja, huwa tunaona ni heri kuwaepusha watu na maombi ambayo hawajui impact ya maombi hayo inamaanisha nini. Lakini katika majira haya kuna hiyo collectiveness ya mtiririko wa mambo mengi kwa pamoja ambayo yanakuwa nguvu ya kukutengenezea wewe ngome inayokupa wewe uwezo wa kuvuka mstari wa uthubutu wa kugusa chochote kilicholipiwa gharama ya msalaba, na hicho kiwe fungu lako. Haleluya! Kwa hivyo kama kuna mtu yoyote unahitaji msaada wa mambo ya kiroho, unahitaji kimbilio, unahitaji kwenda kiwango kingine, na unahitaji kuhudumiwa na Mungu, haya ndiyo majira na mahali hapa ndiyo kimbilio lako. Beba hii katika sikio la roho na ufahamu wa kiroho, na kabla mwaka huu haujaisha uwe umekutana na Mungu. Mwaka unaokuja unapoanza tu, wewe uwe ulikwisha kutana na Mungu. Hautaenda kwa kupapasa na hautaenda ukiwa umefunikwa na giza. Nenda ukiwa umejawa na nuru, tangu mwaka huu hadi mwaka ule mwingine. Ayubu akasema, watu watasema kuna kuanguka, wewe utasema kuna kuinuka tena, kuinuka tena ikawe ndilo fungu lako, bila kujali umepita katika dharuba za namna gani. Haleluya! Hongera kwa kuwako tena katika nyua hizi za Mungu jioni hii leo. Uh, kama ilivyo katika nyakati nyingine za safari ya maombi na mfungo mimi kibinafsi, Mungu ananihudumia kwa kina cha mambo ambayo aa, nitaishi nikimtukuza siku zote za maisha yangu katika katika nyakati kama hizi. Aa, kuna nyakati nyingine zinakuwa aa, nzito, hasa katika nyakati ambazo unatakiwa kusimama mbele za watu ili uwahudumie wengine. Uh, kufikia alasiri ya leo nilikuwa nimemhimiza mama, angalieni na kuzingatia muda, uh, nikiwa najua kwamba hatuhitaji kunaswa na foleni za Jumamosi na nini, tunahitaji kuwako madhabahuni kwa wakati, na nikiona wao wamejiandaa kwa umbali mrefu, na mimi niko mahala roho Mungu ndio amenikamata kwa kina, na natamani uh, wangenipa muda kidogo. Na unajua, muda kidogo wa Roho Mtakatifu unaweza kushangaa masaa manne yamepita hapo. Sasa unafanyeje? Na unatakiwa uende na unatakiwa ungoje. Katika majira kama hayo tazamia, katika majira kama haya tazamia tembeleo la Mungu katika wakati na wakati usio udhani na mara nyingine hata mahala usipopadhania, kama ulikuwa dukani unafanya shopping na roho wa Mungu amekukamata, tafuta namna ya kujitenga kando na uwe na ushirika wako na Mungu, kwa sababu Mungu ndiye anayejua kalenda ya yale yanayokuja, siku zako za usoni, na kwa nini saa hiyo anaruhusu tembeleo la mbingu kukutembelea kwa sura hiyo. Amen. Tunamtukuza Mungu kwamba uh, mama zetu ambao viti vyao vilikuwa vitupu ndani ya siku hizi nne tangu Jumatano, Alhamis, uh, ni siku tatu, leo hii ni ya nne, wanapatikana nywani mwa Mungu. Nami ni mchungaji Cecilia, uh, wema wa Mungu umekuwa juu yako katika safari na Mungu amewavusha salama. Tunamtukuza Mungu kuona uko pamoja nasi, pengine kesho au wakati ambapo utakuwa tayari utaweza kutushirikisha yale ambayo Mungu amewapa kuvuka kwa salama kwayo. Kitamshukuru Mungu pia kwa ajili ya Mama Ididi ambaye amekuwako uh, darasani, na kufikia siku ya jana usiku tumekuwa naye na wakati wengine wakiwa wanajipanga kwa ratiba zao, wakiogopa tarehe 9 Desemba inakujaje, sisi wengine tutakuwa hapa nywani mwa Bwana. Ni heri kuwa nywani mwako siku moja kuliko siku elfu mahala kwingineko kokote. Ni heri niwe bawabu nywani mwako kuliko kukaa katika hema zinazoonekana kuwa ni kama nyumba za kifalme, lakini ni njia za wakosaji. Kwa hivyo uh, kama una mashaka kwamba kufikia siku ya Jumanne unaweza usipate usafiri wa kukutoa utokako kuja katika nyua za Mungu, basi wale tunaokuweko hapa tatu, siku ya Jumatatu usiku ungana nasi maadamu hakuna marufuku ya wanaofanya ibada pia wasifanye ibada. Uh, na kwa kadi ambavyo tuko kwenye mfungo, swala la kula kwetu sio sio kitendawili sivyo? Eh, wewe uliyesema amen umebarikiwa na Bwana, na wewe uliye na mashaka Bwana akukomboe tangu saa hii. Haleluya! Kwa haraka jioni ya leo natamani tamani ni kupeleke mbele za Bwana.